Taha tuseme, wallahi wabillahi watallahi hatutanii. Kuanzia kesho, tunaanza taarifa rasmi kwa wahadhiri wote 1500 kila msikiti wapite, Tanzania nzima kuanza kujipanga na kukabiliana na wao wanaoitwa wataandamana. Mtakuta tumekatana vichwa huko barabarani, wala hatuwatanii wallahi, tunakuwa pieni kwa sababu tunaona hii nchi sasa inakwenda kuchezewa chezewa. Najua wengine mtakata shauri yenu, lakini huu ndio uhalisia na wala hatumepesi macho machu tunawaeleza ili wajue, na ni bora muache, kwa sababu bora wajue. Huyu mwadhiri baada ya kujuzikati kuweza kusema kwamba kanisa limeingia kwenye mkataba na chama cha upinzani CHADEMA ili kuweza kufadhili suala la maandamano, leo hii tena ametoa tamko moja kubwa sana ambalo wanalikatikisa amani na hususan na amani baina ya dini mbili, na maanisha Wakristo na Waislamu. Baada ya kuweza kwa... wanakwenda kufanya mchakato kuweza kutoa taarifa taifa zima kwa waadhiri takriban elfu tatu na mia tano wa nchi nzima kuweza kutoa taarifa kwa kila msikiti kusema kwamba wakabiliane na wale ambao wanasema kwamba wanaingia kwenye maandamano ya tarehe tisa Disemba mwaka 2025. Sasa mwanzo alikuwa anasema kwamba maandamano ya ambayo yalishuhudiwa Oktoba 29 maana ilikuwa imefadhiliwa na uh, Chadema lakini pia kuna mkataba wa kisiri ambao labda upo baina ya Chadema pamoja na makanisa. Sasa hivi amesema kwamba anakwenda kufanya mchakato wa kuweza kutoa taarifa kwa kila msikiti wa hadhiri wote elfu tatu na mia tano waweze kupewa taarifa, watembee kila msikiti, watoe taarifa kwamba wale ambao wanakwenda kufanya maandamano ama ambao wanajifanya kwamba wanapanga swala zima la maandamano, wahadhiri hao watakwenda kukabiliana nao moja kwa moja. Lakini ameenda mbali zaidi na kutoa tamko zito kidogo na kusema kwamba watakuta watu wamekatana vichwa. Ni tamko ambalo ukiangalia kiundani ni tamko baya sana la kuweza kuchochea maandamano na sio kuchochea maandamano, kuweza kuchochea vita vya wenyewe kwa wenyewe, vita vya kidini kutokana na kwamba hao wanaandamana kwa, mba, swala la kuweza kupinga haki na wana matakwa yao ambao wanaitaka kwa serikali, lakini hao nao wanajipanga kuja kuleta vita kidini zaidi, ama na na mtazamo wao huyu mhadhiri kuhusiana na uh, kusema kwamba atatoa taarifa kwa hadhira elfu tatu na mia tano nchi nzima ametoa tamko zito na leo mpaka leo pia katoa tamko lingine zito zaidi. Unahisi kwamba vyombo vya dola, vyombo vya serikali na vyombo vya usalama vinafaa kuchukua hatua gani kwa matamshi ya aina hii na kwa watu wa aina hii na watu ambao pia wanamsupport kwa namna moja ama nyingine? Nipe maoni yako kwenye uwanja wa comment.